Alipoingia kwenye jiko kwa kweli kumipikwa vizuri na yeye anatoka shamba, jaa nimuingia vizuri, akasema acha niile kidogo hapo, ama saa thalathini, masaa bado e, ni muda mrefu. Akapiga vizuri pale, alipotoka akaingia rumu ya pili. Rumu ya pili kaingia, ni kuna kitanda kimetandikwa vizuri cha dhahabu kimetandikwa hapo. So, sema basi, acha ni jinyoshe nilale. Ulala hivi, akishtuka maaskari wameshafika. Amwambia, babe, masaa tuliopewa yameisha, masaa uliopewa yamekwisha, kwa hivyo unaambiwa uondoke hapa. Huyu ni mfano ndukizanguni, ni Ramadhani hii. Ndo Ramadhani sisi tumeona ni kula na kulala, hatujakuwa na thamani, ambapo kwamba Allah subhanahu wa taala ameweka milango, amefungua milango yake yote, amefungua milango ya pepo yote iko wazi, ametufungia milango ya moto ametupatia fadhila nyingi, lakini leo sisi tunaona Ramadhani ni watu kula chakula, watu kulala, ibadati leo zimeondoka, tumechoka mapema. Na hizi siku ambazo kwamba zimebakia ndio siku ambazo kwamba zitatakikana tujitahidi. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi katika kumi la mwisho, akiwaamsha watu wake akaijikaza kikoi vizuri, na huko ambe haya, inukeni inukeni na bidii. andonaya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi la mwanzo ni tofauti na kumi la mwisho, lakini leo imekuwa kumi la kwanza, sisi tumekuwa na bidii kuliko kumi la mwisho. Kumi la mwisho sisi tumekuwa ndo tunatoka misikitini, kumi la mwisho ndio tunapungua misikitini. Kumi la mwisho tumetukua, lakini kumi la kwanza tumekuwa ndio tumekuwa na muradi, na ndani yake usiku huu una usiku wa Lailatul Qadr. usiku huu ukiupata, ni khairu min alf shahr, ni bora wewe kuliko miezi alfu. Na Lailatul Qadri hii tumepewa sisi ummati Muhammad, hakuna umma mjine ulipata Lailatul Qadr. Kwa sababu gani tumepewa Lailatul Qadr? baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoneshwa, umri waliopita watu waliopita walikuwa wakiishi miaka mingi. Sisi miaka yetu ndugu zangu ni Waislamu, baina sitini, sabini. Wo, ukiishi sabini tayari umeishi, ni bona sio? ukiishi miaka hamia, basi weshukuru sana tunaona vipi tunavyoondokewa na ndugu zetu, miaka hamsini. Sikia mtu huyo ashakwenda, miaka arobaini huyo mtu ashakwenda, miaka thalathini alia, ndipo pale na baba inua alikwenda kukuta mtoto bwana, mama au mzee iwalia, akawambia kwa nini unalia wewe? Akawambia, ni mimi nimefidiwa mifiliwa na mtoto hata kuoa pia hajaoa, hata hajafanya lolote amekatika. Kwa alikuwa na miaka mingapi huyo, ambaye ana miaka mia tatu? inna lillah, wewe unalia mtoto wako amefariki, ana miaka mia tatu. Utakuja umma ambao kwamba wataishi miaka sitini na miaka sabini. Miaka sabini ndio miaka mingi mtu wataishi kwa hivyo utashangaa wewe, utakuja umma na ni sisi. Kwa hivyo sasa, hii miaka yetu midogo ambayo kwamba tumepewa na tukapewa bonus kubwa ya kufanya ibadati ili kulipa ile umri ambayo kwamba umma mwingine hatuwezi kuwafikia, lakini sisi leo ndio tunacheza na uno umri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? tupatilize mambo matano kabla hujafikiwa na mambo matano na kwanza whayataka kabla mauti upatilize uhai wako, kabla hujafikiwa na nini, mauti yako. Mauti lazima tatufikia, hayana njia, hakuna kukuimbia mauti. Mauti yako na atatufikia. Sasa ule uhai upatilize, kwa sababu kuna maisha mirefu, maisha marefu ambao kwamba tutakwenda kuishi katika kabri. Sasa huna umri mfupi ambao kwamba tunautezea una umri mfupi ambao kwamba tunaotezea na kulala na kucheza na kula na kufanya hivi na hivi. Kuna umri ambao kwamba tutakwenda kuishi makaburini, maisha marefu, maisha ambao kwamba hatujui hapa. Tunajua tu miaka hamsini mtu ataishi ataondoka, lakini maisha ya kaburini hakuna anayejua tutaishi miaka mingapi? Sasa tumejiandaa na mambo gani na tumejiandaa na amali gani ambao kwamba tutakwenda kufanya ili tusaidie kwenye kaburi na kwenye mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni huu ni muda, muda ambao kwamba ni mfupi sana tuko nao. Kwa hivyo leo tulikadri tumepewa sasa, ndio utakuta kumi hili la mwisho watu wanamshana, huwezi kuja msikitini, nyumbani, inuka fanya ibada ili upatilize